Aqida ni nini? Aqida ni utambuzi kwa Muislamu, kama vile kumtambua Mola wake, kutambua vitabu vyake, kutambua malaika wake. Kwa ujumla wake, tunapozungumzia aqida, tunazungumzia mjumuiko wa ibada zote, na huwezi kufanya ibada iliyo kamili kama uifahamu aqida. Elimu hii ya aqida inatolewa na Africa Academy Swahili, ambayo ni kozi ya mwezi mzima iliyogawanywa kwa semesta kuu mbili, kila semesta moja inabeba masomo sita, yenye jumla ya masomo 12, kwa mwaka mzima. Katika awamu hii ya pili ya Africa Academy Swahili mwaka 2025 2026 masomo yataanza rasmi tarehe kumi na mbili ya mwezi wa tano, ambapo tutakuwa na wakufunzi bora kutoka barani Afrika, mashehe wazito ambao tulikuwa nao awamu ya kwanza na wengine wapya ambao tutakuwa nao katika awamu hii ya pili, baada ya kumaliza awamu ya kwanza na kupata wahitimu ambao walifanya vizuri, lakini pia wakabahatika kuondoka na zawadi mbalimbali. Hivi sasa tumejipanga upya katika awamu hii ya pili. Hakikisha ya kwamba haukosi kuitumia fursa hii, fursa adhimu kabisa inayotolewa na Africa Academy Swahili. nini ufanye? Basi nenda kwenye link ambayo inapatikana kwenye bayo yetu katika akaunti yetu ya Africa Academy Swahili, ama unaweza kutembelea peji ya Africa TV pia, tuakuokea bayo huko. Hakikisha unajisajili sasa na haukosi fursa hii.